Viwanda ndilo suluhisho pekee la umaskini na ajira kwa vijana. Imagine wanafunzi wote wanaosoma wanatarajia kuajiriwa. Wao wanaongezeka kila mwaka ila nafasi wanazogombea waajiriwe ni zile zile au zinaongezeka kidogo sana. Sasa tunahitaji viwanda na mashine ili kuongeza nafasi za kazi na ajira . Faida za viwanda: viwanda hutoa ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Ndani ya kiwanda kuna ajira za uzalishaji, kuna ajira za usafirishaji, ajira za ufungashaji, ajira za mauzo na ajira za matengenezo. Kiwanda kimoja kidogo kinaweza kuajiri vijana watano hadi ishirini moja kwa moja. Ndiyo maana nchi zinazoendelea haziwezi kupambana na ajira bila viwanda. Uh, mbili. Viwanda huongeza thamani, value addition. Umasikini unatokea pale tunapouza malighafi raw material, mafuta machafu, gesi chafu, chuma kichafu, makinikia bila kuzichakata. Hapo ndipo sasa umasikini unapotokea zina, material, zina kwa sababu zile raw material zinauzwa kwa bei ndogo sana pamba zinauzwa kwa bei ndogo, lakini pia mazao ghafi kama vile korosho, kokoa, mahindi, alizeti, miti ya mbao na yenyewe pia vile vile. Lakini pia kuna rasilimali bila ya kuzisindika kama vile hata wakati mwingine nyama kama hazijasindikwa. Kwa mataifa ya nje yaliyoendelea, wao wanahitaji bidhaa zilizoweza kusindikwa tu, ndiko soko lilipo. Mfano, mahindi ghafi unauza bei ndogo, unga uliopimwa na kufungashwa unauza bei kubwa. Chakula cha mifugo ukikiuza peke yake hivi, kama vile pumba, mashudu, eh, mazao yenye protini nyingi na premix. Lakini pia kuna chokaa, ukiziweka utauza kwa bei ndogo, lakini ukiitengenezea ukiiongezea thamani ukafungasha kwenye packages za maana na za msingi, thamani yake inaongezeka mara mbili hadi mpaka mara tatu. Namba tatu, viwanda hulinda uchumi wa ndani. Nchi sio na viwanda huagiza bidhaa nyingi nje, wakati malighafi wanazo ndani. Kwa mfano sisi nchini kwetu Tanzania, kuna katani Tuna mpira lakini tunaagiza tiles nchi za nje, hmm. Lakini pia nchi hupoteza fedha yake nje, na nyingine ni kwamba vijana hukosa ajira. Kwa nini wanakosa ajira? Kwa sababu zile rasilimali walizonazo malighafi walizo nazo, nazo wangelizipeleka viwandani, kwanza ingekuwa ni ajira wangeziongezea thamani, tungeziuza kama ni nchi za nje kwa bei kubwa. Kwa hiyo ajira na mzunguko wa pesa wa ndani ya nchi unaongezeka, kwaho tatizo la ajira kwa vijana linakuwa limepungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu viwanda vinaajiri watu wengi, lakini pia thamani ya zile vitu vinaongezeka mara zaidi kuliko kuziuza malighafi kama malighafi tu. lakini nchi yenye viwanda hutumia rasilimali zake, huweka fedha ndani, hujenga ajira endelevu kwa vijana. Umasikini hauondoki kwa msaada, unaondoka kwa uzalishaji na uboreshaji. Zalisha, boresha kila ambacho umekizalisha. Nchi yetu Tanzania ina ina nafasi kubwa ya uzalishaji kwa sababu imebarikiwa hali ya hewa nzuri, imebarikiwa rasilimali nyingi na malighafi za kutosha. Raw materials nyingi sana tunazo. Kwa hiyo tukiziongezea thamani, basi tutatengeneza ajira kwa vijana. Tukisha tuziboresha rasilimali zetu, ajira zitaongezeka kwa wingi, na tatizo la ukosefu wa ajira litakuwa tumelipoteza kabisa nchini. Mifano ya nchi za Afrika zilizopiga hatua kwa viwanda: Ethiopia iliwekeza kwenye viwanda vya nguo na chakula, vijana wengi walipata ajira, mauzo ya nje yakaongezeka. Rwanda iliwekeza kwenye viwanda vidogo na usindikaji wa mazao, ilipunguza uagizaji wa wa bidhaa, ikajenga ajira kwa vijana, ajira za ndani, maana pesa inazunguka ndani lakini pia Moroko iliendeleza viwanda vya magari na umeme ikawa kitovu cha viwanda Afrika Kaskazini. Mataifa yaliyoendelea mfano China ilianza na viwanda vidogo na uzalishaji wa gharama ndogo, ikatoa mamilioni ya watu kwenye umaskini hadi hivi leo tunavyoshuhudia, teknolojia yao ipo juu, watu wameajiliwa na wamepata wame ajira za kutosha. Wanakuja wanatuuzia sisi rasilimali zao ndogo lakini kwa bei kubwa wanapata faida mara zaidi na mbaya zaidi wakati mwingine hivyo. Lakini pia kuna South Korea, ilikuwa nchi masikini sana mwaka 1960, iliwekeza kwenye viwanda na teknolojia, leo ni taifa la viwanda. Germany inajulikana kwa viwanda vya kati na vidogo, mfumo wa viwanda umeajiri mamilioni Kiufupi, hakuna nchi iliyoendelea bila viwanda. Hakuna taifa linaweza kutatua ajira za vijana bila viwanda. Ndiyo maana tunaanza na viwanda vidogo, tunaanza na mtaji mdogo, tunaanza na kile kilicho karibu na sisi. Tajiri mmoja akaulizwa swali, uliwezaje kuweza kumiliki kiwanda cha kwako? Uliwezaje kuweza kumiliki Akasema, nilithubutu. Watu wengi hatupendi kuthubutu, lakini sasa ni wakati wa kuthubutu, kusimama na kuwekeza kwenye viwanda, kuacha propaganda na maneno mengi, tuingie katika utekelezaji. Na katika video inayofuata tunaanza kuonyesha viwanda vidogo vinavyo vinavyoanza kwa mtaji wa shilingi laki tatu na kuendelea. Subscribe ili ujifunze zaidi.